yeye ndiye atakuwa anatoa kauli ama yeye ndiye atakuwa anatoa final say, tofauti na sasa ambapo kwa upande wa bodi ya wa wakurugenzi uh, mo ndio wa mwenye kauli zaidi. Lakini pia kitu kingine ambacho kinakwenda kuzungumzwa kwenye mkutano huu ni kuhusiana na mali za klabu ya Simba ambazo ziko katika jina la Mo Simba Company Limited. Mali hizo zote zinatakiwa ziwekwe katika jina moja, ambapo zitakuwa katika jina la kampuni ya Simba Sports Club tofauti na sasa, lakini agenda ziko nyingi zingine zitakwenda kujadiliwa kesho, ambapo mkutano huo ndio utafanyika. Lakini kesho pia, nyama Simba anashuka dimbani kukipiga dhidi ya Stade Malien ya Mali. Kwa hiyo ambacho nimekiona ni kwamba viongozi walikuwa wanajua kabisa huu mchezo utakwenda kupigwa Jumapili, lakini pia wakaamua kuweka mkutano siku hiyo hiyo ya Jumapili. Kwa hiyo inawezekana wanajua zaidi, ama kuna target yao ambayo wameiweka ila kiwa na chama na kiushabiki, sidhani kama ni jambo zuri ama jambo hili lina afya kwa upande wa washabiki ama wanachama ambao wanatarajia kwenda kushiriki mkutano huo, lakini pia wanawaza kwamba Simba kesho inakwenda kushuka dimbani katika mchezo mgumu zaidi.